Ukweli ni kwamba kwenye michezo, upele ukampata mtu naye tena mwenye kucha nzuri, hasa mapenzi yake kwenye sekta hii yakajitokeza hadharani kwa kuamua kufanya vitu vikubwa ili vijana wafaidike na vipaji vyao. Akaahidi na akatekeleza ahadi yake ya kuhakikisha Zanzibar inakuwemo kwenye ramani ya michezo duniani, ambapo tayari ameruhusu mchezo wa ngumi za kulipwa na kuzalisha ajira nyingi kwa vijana kwa muda mfupi. Ligi kuu ya soka Zanzibar imepata ufadhili wa miaka mitano wenye thamani ya shilingi bilioni 3.5 kutoka benki ya watu wa Zanzibar PBZ. Kama hiyo haitoshi, serikali imefanikiwa kukamilisha ukarabati wa uwanja wa Amani wa uwanja wa kisasa ambao umesheheni miundombinu mipya na ya kisasa ikiwemo viwanja vya ndani na nje, hoteli yenye hadhi ya juu na ukumbi wa mikutano wenye hadhi ya kimataifa, ambapo ukarabati huo umegharimu jumla ya shilingi bilioni 55. Hata hivyo, serikali imefanikiwa kuendeleza ujenzi wa uwanja wa Gombani Pemba kwa bajeti ya shilingi bilioni 12.8, pamoja na ujenzi wa viwanja 17 kwa kila wilaya Unguja na Pemba. Lengo ni michezo Zanzibar itengeneze ajira nyingi kwa vijana. Serikali inaendelea kuzisaidia timu za vilabu vinavyoshiriki mashindano ya kimataifa na kitaifa, ambapo kwa timu ya vijana chini ya umri wa miaka 15 Karume Boys imetoa ubingwa wa mashindano yanayosimamiwa na Sekafa yaliyofanyika nchini Uganda mwaka 2023 na kuiletea heshima kubwa Zanzibar. Kupitia sekta hii serikali imefanikisha kutenga shilingi bilioni 188.657 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi muhimu ya maendeleo ikiwemo uimarishaji wa viwanja vya michezo, ujenzi wa nyumba za sanaa, programu ya utoaji wa matangazo na ununuzi wa mitambo ya uchapaji. Ndiyo maana hata kwenye muziki serikali ya awamu ya nane imefanikiwa kununua vifaa vya kisasa vya studio Raha Leo sambamba na kuingiza taarabu asilia kwenye urithi wa dunia.